Habari, hii ndio desktop hapa, kwenye kioo kinachoona skrini, ambapo kunakuwa na icon, background, alafu kuna taskbar na start menu. Tutaanza na kimoja kimoja. Tukisema icon. <coughs> Icon ni nini? Ni vifupisho vya program au mafaili, mfano this pc. Hii hapa ni this pc, hiyo ni icon recycle bin, kuna power compressor hiyo. Hii ni disk drill, kuna firefox hiyo ni mozilla. Hizo ni icon. Unaposema background, namaanisha hii picha unayoiona hapa nyuma, hii kama mwezi unauona hapa, hii ndio background. Kunakuwa na picha alafu hii hapa inakuwa ni icon. Na haya ni mafaili taskiba. Taskiba ni nini? Taskiba ni mstari ambao umepita chini, huu hapa Yaani unaoona hapa ambao umepita chini, hii ni taskbar unavyoiona hapa taskbar. Start menu ni nini? Start menu ni hii hapa, au kwa lugha nyingine wanasema window key. Kazi yake ni kama labda tunatafuta program ambazo hazionekani hapa. Kuna programu ambazo ukisha install huwa hazionekani desktop, so unaweza ukaanza Start, unaandika labda mfano word, word yapo Start, unaona imefunguka Microsoft Office elfu mbili kumi na sita. Kwa hiyo <coughs> desktop ni hii hapa ambayo inaonekana hapa kwenye screen hapa pote hapa, hii ndiyo desktop. Alafu icon ni vifupisho vya mafaili kama this pc, my pc, kompyuta, na kadhalika. Taskbar ni mstari uliopita chini huu hapa, nadhani unaona hapa chini ropita hapa, kuna wifi, kuna sauti. Hii ndiyo taskbar hapa kuna lugha, hapa kuna maiki, kuna settings na, na kadhalika, ambapo labda unaweza ukapini. Kama hapa hii imepiniwa hapa kwenye taskbar, unaweza ukifungua program kama hivo, kiminimize inashuka chini, inakaa kwenye taskbar. Kwa sababu gani? Kwa sababu haionekani kwa sababu siku ipini hii ipo, lakini haitumiki. Ndio maana unaona kwa chini hakuna kimstari, kwa sababu nimepini za ukai, unpin inatoka. Kwa hiyo hii ndio task bar. Karibu katika chaneli yangu, subscribe, share, comment ili kupata video nyingi na mtiririko wa msimu wa mafunzo ya kompyuta msingi. Karibu.